Jina naitwa Dr. Stanford Kasero, ninaratibu shughuli za afya na lishe katika shirika la World Vision Tanzania, na leo tumekutana Mwanza hapa Malaika Hotel kwa ajili ya warsha ya kujifunza kutoka kwenye mradi wa Grow Enrich. Ni mradi wa miaka mitano unaodili na masuala ya afya na lishe na unafadhiliwa na nchi ya Ujerumani lakini unatekelezwa katika nchi tatu tofauti, Tanzania ikiwa mojawapo, lakini pia Kenya na Somalia. Na mradi huu ni mradi wa pili. World Vision ilitekeleza mradi wa kwanza unaohusisha masuala ya kuboresha mifumo ya afya, kuimarisha lishe katika Tanzania na ulifanyika Shinyanga. Kwa hiyo mradi huu ni wa pili ambao umekuja kuendeleza matokeo ya ule mradi wa kwanza. Kwa hali hapo zamani ilikuwa ni duni kidogo katika hali ya lishe kwa maana ya utapia mlo katika mkoa wa Shinyanga, na mradi wetu wa kwanza ulifanikiwa kupunguza uh, hali ya utapia mlo hususan ni uko ndefu na uzito pungufu, lakini pia kwa kiasi kikubwa udumavu. Kwa hivyo huu ni mradi wa pili ambao tuliupata kutokana na matokeo mazuri ya mradi uliotekelezwa na World Vision kwa mara ya kwanza, kwa maana Enrich, na ndio maana mradi huu unaitwa Grow Enrich. Unakuza yale matokeo ya ule mradi wa kwanza. Kwa hiyo ni mradi ambao hususan unajikita katika kuimarisha afya na lishe katika mkoa wa Shinyanga, wilaya za Kishapu na Shinyanga DC. Uh, mradi huu umeweza kufikia uh, takriban watu laki mbili na thelathini elfu na kwa sasa kwa afua mbalimbali uh, wameweza kufikia shule 55 na masuala ya um, vyakula vilivyoongezwa virutubishi, lakini pia kaya zaidi ya mia nne ndani ya uh, wilaya hizi mbili zimeonekana kuwa na uh, uwezo wa juu au uh, niseme ni uh, maarifa na elimu inayotakiwa ya masuala ya uh, afya na lishe, na hususan ni uh, masuala ya ulishaji wa watoto walio katika umri wa miaka 0 mpaka miezi 59 kwa maana ya chini ya miaka mitano.